Mikataba ya ujenzi wa mradi wa 758 8 usainiwa mwaka 2023 ikiwa Mei tarehe 13. Utekelezaji wa mradi huu ni wa miaka miwili na mradi ulikuwa na maeneo mawili: eneo la kwanza ni kujenga minara mipya 758 na eneo la pili lilikuwa kupandisha hadhi minara ambayo tayari ilikuwepo, lakini inatoka za 2G. kwenye huduma za 2G zilikuwa ziende kwenye 3G, 4G na kuendelea. Mradi huu ni wa thamani ya shilingi bilioni 126 na fedha zake zimegawanyika katika maeneo mawili. Kuna fedha ambazo zinatoka serikalini kupitia mfuko wa UCSAF ambazo ni kiasi cha shilingi bilioni 70.3 na kiasi cha shilingi bilioni 55.7 kinatoka kwenye mradi wa World Bank ambao unaitwa Digital Tanzania. Mnara tumefaidika kwa sababu gani? Minara mingi ilikuwa iko mbali.

a mbadala uandike upeleke taarifa kutoka hapa mpaka Kiboi, kule tunatumia gharama na nauli na nini. Aksa tunatumia tu simu janja zetu, tunatuma taarifa kazini, tunatuma vitu vya kilimo kwenye mtandao, na watu wengine wanajifunza na kuona. Kwa kweli umetusaidia sana. Mungu aendelee kuwapa maono ya kuweka minara sehemu ambazo hakuna. Namwambia mbunge aendelee kusaidia Iramba na sehemu zingine ili waweze kufanikiwa katika mawasiliano. Nia na mazumuni ni kuwaletea wananchi huduma bora. Tunashukuru kampuni hii. Sisi kama wanambelekese tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana kwa ajili ya mawasiliano, kwa sababu tulikuwa tunatumia minara ambayo iko mbali, Singida, Kiomboi. Lakini baada ya kuja huduma hii, kwa kweli tumefurahishwa na tunaendelea kutumia huduma bora, na huduma nyingi zinaendelea kupatikana kupitia mnara huu. Kuzinduliwa kwa mnara huu ni utekelezaji wa mpango mkubwa wa kujenga minara mia saba hamsini na nane ili kuwezesha wananchi wa Tanzania kuwa na mawasiliano ya uhakika, na UCSAF tumepewa jukumu la kuhakikisha kwamba maeneo yote ya Tanzania yanakuwa na mawasiliano na kuwashirikisha wananchi wetu wote Tanzania mzima hasa maeneo ambayo yalikuwa hayapati mawasiliano kirahisi na hayana mvuto wa kibiashara yao yanakuwa covered, na hii itawawezesha wananchi wetu wa Tanzania kuingia katika mfumo wa kiuchumi wa kidijitali. Mfumo wa uchumi wa kidijitali ndio uchumi ambao unatawala dunia kwa sasa. Kwa hiyo kwa kusambaza mawasiliano namna hii, serikali imeazimia kila mwananchi asiachwe nyuma.